Wakati ya tume ya uchaguzi nchini Uganda ikiendelea kutangaza matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika siku ya jana Januari 15 2026, mgombea wa chama kikuu cha upinzani nchini Uganda robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine ametangaza wazi wafuasi wa chama chake kuachana na matokeo ambayo yamekuwa yakitangazwa na tume ya uchaguzi nchini Uganda. Hatua hiyo inakuja kufuatia vurugu pamoja na maandamano ambayo yameendelea nchini Uganda, huku vikosi vya ulinzi na usalama nchini humo vikidaiwa kuwapiga kwa risasi waandamanaji pamoja na kuvunja nyumba za viongozi wa upinzani hasa viongozi wa chama cha NUP katika uchaguzi mkuu uliofanyika siku ya jana. Kiongozi huyu wa chama kikuu cha upinzani nchini Uganda, Robert Kyagulanyi ametoa taarifa mapema hii leo na kudai kwamba puuzeni matokeo bandia yanayotangazwa na Byabakama hawezi kumwambia mtu yeyote matokeo hayo yanatoka wapi. Mawakala wetu katika kituo cha kuhesabu kura na chanzo cha matokeo hayo, na msaidizi huyu wa serikali hawezi kusema chochote. Watu wa Uganda ndio watakaoamua mwisho wa upozi huo, aliendelea na kusema kwamba, wakati huo huo, jana mara baada ya kupiga kura, jeshi liliweka wanajeshi wengi kuzunguka nyumba yangu ili kuniweka chini ya kizuizi huko nyumbani kwangu. Walifa hata waliruka uzio na kuingia katika nyumba yangu nyumba yangu bado inazingilwa, hakuna mtu anaruhusiwa kuingia wala kutoka. Wanafanya hivi kwa hofu, kwa sababu ya watu waliodhulumu kwa kutenda ukatili mwingi dhidi yao. Wanafanya hivyo kwa sababu wanaogopa majibu ya watu baada ya kuiba kura zao. Na jana jioni walivamia naibu rais wetu wa Buganda, Mheshimiwa Mwanga Kivumbi na kuua wafuasi wetu kumi waliokuwa nyumbani kwake. Hii ni baada ya kumteka nyara naibu rais wetu wa mkoa wa Magharibi na kumshambulia naibu rais wetu wa mkoa wa kaskazini. Aliandika hivyo kupitia katika kurasa zake za mitandao ya kijamii. Ifahamiki e ya kwamba bado kuna vurugu kubwa pamoja na maandamano ambayo yameanza mchana wa leo kufuatia matokeo kadhaa ambayo yamekuwa kitokea yakiendelea kuripotiwa na, na tume ya uchaguzi nchini Uganda. Huko wafuasi wa vyombo vya upinzani nchini humo wakidai kwamba kuna ukiukaji mkubwa na wizi wa kura ambao umesababishwa na vyombo vya ulinzi na usalama kuondosha mawakala wa kuhesabu kura katika baadhi ya maeneo na hivyo kusababisha wizi wa kura pamoja na matukio ambayo yamekuwa yakiripotiwa. Lakini pia kabla ya kuondoka hapa mezani, kuna taarifa muhimu ambayo imenifikia mezani kwamba Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine anadaiwa kutekwa na watu wasiojulikana na mlinzi wa nyumbani kwake amepigwa risasi na vyombo vya ulinzi na usalama. Geti la nyumba yake limevunjwa, na amechukuliwa na hajulikani yuko wapi. Ni taarifa ambazo zimenifikia mezani wakati huu. Nitaendelea kukufahamisha kila nukta, kila taarifa ambayo inanifikia mezani hapa usiku huu.